Leo nataka nikuambie kitu ambacho wengi hawajawahi kuelewa. Kuna wakati maisha yanakwama, pesa hazishikiki, mahusiano yanavunjika, yani kila kitu kinakwenda vibaya. Si kwamba hauna bahati, bali ni kwa sababu kuna nishati mbaya imekuzunguka. Sasa leo tutaivunja hiyo minyororo. Leo tutasafisha anga lako, roho yako, pamoja na nyumba yako, yani leo utaziita nguvu za Universe, nguvu za mwanga, nguvu zenye positive energy, zenye mafanikio. Naomba unifuatilie kwa vitendo, hatua kwa hatua, ili ujue ni kwa namna gani unaweza kusafisha nishati mbaya na kufungua milango ya mafanikio kwa kutumia mdalasini, mshumaa, limao pamoja na udi. Naomba uamini kwamba unao uwezo wa kufanikiwa kama ambavyo wengine wameweza kufanikiwa. Wewe ni mshindi wala hujaandikiwa kushindwa. Umaskini sio fungu lako, umaskini sio maisha yako. Wewe ni tajiri, una pesa nyingi, na hii haijalishi dini yako, uwe Mkristo au uwe Mwislamu. Kinachotakiwa tu ni kuamini katika nguvu za asili za kiulimwengu, yaani nguvu za Universe, na utapata tu mafanikio. Amini hivyo. Kwa Waislamu huwa tunasema insha Allah, na kwa Wakristo huwa tunasema kwa jina la Yesu, hakuna kitu kinachoshindikana. Twende pamoja. Kitu cha kwanza kabisa, unatakiwa upate sehemu yenye utulivu, sehemu isiyo na kelele na isiyo na usumbufu. Kisha baada ya hapo, chukua mshumaa mmoja mweupe kama huu unaouona. Rangi nyeupe huwa inawakilisha mwanga, usafi pamoja na ulinzi wa kiroho. Pia kitu kingine ni udi huu udi unaouona una uwezo wa kufukuza vibration mbaya au negative energy na kuvutia amani pamoja na positive energy. Na kitu kingine ni mdalasini. Huu mdalasini unaouona ni kiungo ambacho kina moto moto. Huu huwa unavuta mafanikio pesa pamoja na fursa. Kama wewe ni mtu ambaye unahitaji pesa zikufuate ndani kwako, basi hutakiwi kukosa mdalasini. Mdalasini ni silaha kubwa sana ya kuvutia pesa. Na kitu kingine ni limao. Limao huwa linasafisha nishati hasi au negative energy pamoja na kufungua milango mipya ya mafanikio. Hili limao unaweza ukalinunua sokoni, ukachuma shambani, au kama una mti nje ya nyumba yako, vyovyote vile, ili mradi liwe ni limao la asili. Sasa hivi ndivyo vifaa ambavyo vitatumika katika spell ya leo. Ni very simple, ni vifaa ambavyo vina uwezo wa kupatikana kirahisi katika mazingira yetu haya ya kila siku. Na kama utakosa limao, pia unaweza ukatumia ndimu vyote vinaruhusiwa. Sasa, kabla ya kuanza hii spell ya kuvutia mafanikio, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa kuvuta pumzi tatu ndefu. Kuvuta pumzi kwanza kutakusaidia wewe mwenyewe uweze ku relax, yani uwe katika hali ya utulivu, na kitu cha pili pia utainua vibrations zako za ndani, yani nguvu zako za ndani zitainuka. Na hizi pumzi, jinsi ya kuzivuta, unavuta ndani pumzi ndefu, kisha unaishikilia kwa sekunde kadhaa, halafu unaiachilia taratibu. Kwa kadiri ambavyo utakuwa unavuta na kuachia, utaona jinsi ambavyo mwili wako una relax, na vibrations zako zitaanza kuwa juu. Baada ya kuvuta pumzi tatu utatakiwa kutamka maneno haya hapa: leo ninafungua mlango wa mwanga, leo ninaondoa nishati mbaya Nuru ya universe inanishika mkono na kuniongoza kwenye mafanikio. Tamka maneno hayo aidha kwa sauti kubwa au kwa sauti ndogo. Baada ya hapo, washa mshumaa wako, kisha tazama mwanga wa mshumaa. Huu mwanga unaouona ni uwakilishi wa mwanga wa universe, Yaani kumana, kwa maana ya kwamba nguvu za universe tayari zipo eneo hili hapa. Ukishawasha huu mshumaa, tamka maneno haya hapa: mwanga huu wa mshumaa unachoma giza lililojificha ndani yangu, mwanga huu wa mshumaa unafukuza nishati zote mbaya zisizotakiwa katika maisha yangu leo, ninafufua mwanga wangu wa mafanikio. Unatakiwa kutamka maneno haya kwa kujiamini, amini kwamba tayari umeshafungua milango yako ya mafanikio na universe ipo hapo inakusikiliza. Kwa hiyo usiogope kitu chochote. Puuza sauti zote za nje ambazo zinakupa hofu, wasiwasi. Amini katika nguvu zilizopo ndani yako, na pia amini hicho kitu unachokifanya kitakuletea mafanikio. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuwasha udi. Sasa tunawasha udi kama ifuatavyo: udi unapoanza kutoa moshi, acha huu moshi utapakae chumba kizima, yani hakikisha huu moshi unafika katika kila pembe ya chumba chako, na kama ni chumbani, unaweza kuuelekezea hata mpaka chini ya uvungu, chini ya makochi, nyuma ya kabati, yani kila sehemu, na pia unaweza kuuzungushia mwilini mwako. Sasa wakati huo moshi wa udi unatapakaa, tamka maneno haya. Haya ni maneno yenye nguvu, au tunasema ni mantra: moshi wa udi, safisha anga yangu nishati mbaya toka kwangu, nuru ya universe ingia ndani yangu. Hizi ni mantra zenye nguvu za kufukuza nguvu mbaya zilizoshikamana na mwili wako au katika mazingira ya nyumbani kwako, na ni vizuri haya maneno ukayatamka katika hali ya kukemea. Yani, hakikisha unatamka kuendana na vibrations zako za ndani. We, vibrations zako zinataka kukinzana na nguvu mbaya, nguvu zinazozuia mafanikio. Kwa hiyo tamka kwa kukataa, yani kemea hiyo nguvu mbaya iliyokuwa imekung'ang'ania. Kwa mfano, kama unasema kama unatamka hivi, nishati mbaya toka kwangu, basi hakikisha unaitamka kwa hisia kali na kwa ukali, yani kama vile unamkemea mtu Nguvu mbaya huwa ukizikataa kwa nguvu zote, na zenyewe huwa zinaondoka zinaachana na wewe. Sasa wakati unatamka haya maneno, uwe unausikilizia mwili wako, sikilizia mapigo yako ya moyo, jisikia kama vile mwili wako unapata utulivu, na pia usikilizie moyo wako jinsi unavyokuwa mwepesi. Utaanza kuhisi kama vile kuna joto linatoka ndani ya mwili wako, au kama linakupitia hivi. Sasa usiogope. Hiyo ndio nguvu ya universe inaanza kufanya kazi. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakasikia kama kichwa kuuma, kizunguzungu au mwili kutetemeka. Hiyo yote ni nguvu za universe zimeanza kufanya kazi mahali hapo. Kwa hiyo usiogope, wala usio na wasiwasi wowote. Anza kutarajia mazuri katika maisha yako. Hiyo ni ishara nzuri kwamba universe sasa imeanza kufanya kazi. Hatua inayofuata sasa, chukua limao lako lisafishe kwa maji safi, ili kuweza kuondoa takataka zote na bakteria ambazo zinawezekana ziling'ang'ania kwenye hili limao. Baada ya hapo, utatakiwa kulikatisha hili limao katika vipande viwili, yaani utakata katikati. Baada ya kukata limao, litazame ndani yake Yani litazame kama unatazama maisha yako ya zamani, maisha yako yaliyojaa vilio, huzuni, umaskini, kukosa pesa, biashara kuto kupata faida. Kwa jinsi ambavyo unalitazama hili limao, ndivyo ambavyo utakuwa unaachilia nguvu zote za umaskini ambazo zilikuwa zinakuzuia wewe kusonga mbele. Hili limao lina nguvu ya kuvuta na kufyonza vibration mbaya zote katika maisha yako na wakati unalishika hili limao, tamka maneno haya hapa: kila uchungu, kila huzuni, kila wivu na mikosi ninaachilia kuanzia sasa. Limao hili linanyonya kila wingu lililozunguka mafanikio yangu kuanzia sasa. Mimi ni mtu mwenye mafanikio kuanzia sasa. Mimi nina pesa nyingi, pesa zinanifuata mimi ni tajiri. Ukishamaliza kutamka maneno hayo, kamulia kidogo limao kwenye kiganja chako, kisha chukua kidole chako hiki cha shahada, pakaza hii juisi kidogo kwenye paji lako la uso. Hii ni sehemu ya third eye, au ni sehemu ya jicho la tatu. Kisha tamka maneno haya hapa kwa hisia kali. Ninafungua macho ya kiroho, ninaona fursa ambazo universe imeziweka kwa ajili yangu. Fumba macho yako, kisha maono yoyote yale ambayo utayaona hayo ndiyo mafanikio yako. Kama ulifanya spell hii kwa uaminifu mkubwa na kwa imani kubwa, basi utaona maono ya mafanikio yako, utayaona maisha yako jinsi yalivyo na furaha, jinsi unavyopata mafanikio makubwa Yani kiufupi, jicho lako la kiroho litakuonyesha kila kitu. Kisha juisi hii ya limao iliyobaki ielekezee kwenye kifua chako, yani jipake kifuani kwako. Haijalishi umevaa nguo au haujavaa nguo, unaweza ukapaka juu ya nguo, au kama hujavaa nguo pia vile vile unaweza ukapaka juu ya ngozi yako. Na wakati unajipaka hii juisi, tamka maneno haya Ninafungua moyo wangu kupokea mema yote yanayonijia katika maisha yangu. Baada ya hapo, hatua inayofuata sasa, tunakwenda kutumia nguvu za mdalasini. Huyo mdalasini sasa ndiyo baba lao, huyo ndio anakwenda kumaliza. Ukisikia kitu kinachovutia pesa, basi mdalasini ndiyo namba moja. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Chukua unga wa mdalasini kidogo, au kama unatumia mdalasini wa magome kama mimi, chukua kipande kimoja cha mdalasini. Kishikilie hicho kipande juu ya mshumaa wako kwa sekunde chache, kama hivi unavyoweza kuona. Hakikisha yakiungui na moto, lakini tu kipate lile joto la mshumaa. Kisha tamka maneno haya hapa: mdalasini, Kiungo cha moto wa baraka. Lete harufu ya mafanikio katika maisha yangu. Kila ninachogusa kinageuka na kuwa baraka. Kila ninachofanya kinazaa matokeo chanya. Baada ya hapo kaa kimya kidogo usiwaze kitu chochote kile, bali tazama mshumaa unavyowaka, sikilizia harufu ya mdalasini. Halafu sema kwa sauti isiyokuwa na wasiwasi wala uoga wowote, mara tatu. Tamka hivi: niko huru, niko safi, nipo katika mwanga, milango yangu imefunguka, mafanikio, pesa, upendo, amani, vyote vinakuja kwangu Kuanzia sasa haya maneno yatamke kwa kurudia mara tatu, yaani hiki kifungu cha maneno kitamke kwa kurudia mara tatu, alafu nyamaza kwa sekunde thelathini ukiwa unahisi nguvu ya maneno hayo ikiingia ndani ya roho yako, yani ifio, ya feel hayo maneno, jisikie kama mwanga unakuzunguka kama upepo wa utulivu unakupuliza mpaka hapo utahisi mazingira yako yanayokuzunguka yanabadilika, yani utajisikia kama kuna wepesi fulani hivi umepatikana, yani kuna kitu kizito umekitua katika mazingira yako, na pia ndani yako utaanza kujisikia ni mwepesi sana. Yani, kwa kadiri utakavyojisikia wewe ni mwepesi, hiyo ni ishara ya kwamba vibrations zako zimepanda, nguvu mbaya zimeondoka na positive energy zinatawala. Mara nyingi positive energy huwa zinatuletea wepesi ndani ya miili yetu, lakini nguvu mbaya huwa zinatuletea uzito ndani ya miili yetu. Muda wote unajisikia umechoka, unajisikia uko mzito, unapata uvivu wa kufanya kazi. Lakini positive energy ikikutawala, unajisikia unapata nguvu, unakuwa mwepesi wa kufikiria na hata wa kutenda. Baada ya hapa Acha huu mshumaa uendelee kuwaka mpaka uishe wenyewe, au kama utataka kuuzima basi hakikisha ukija kufanya spell nyingine ya pesa, tumia mshumaa huu huu. Yani, huu mshumaa uendelee kutumika katika spell za kuvutia pesa, usije ukachanganya mambo. Kama unataka kusafisha nyota, yani katika spell nyingine zijazo, usije ukaja kutumia huu mshumaa hapo utakuwa unavutia nguvu mbili tofauti, kwa sababu katika spell hii tayari ndani ya huu mshumaa tumeshavutia nguvu ya pesa. Sasa unapochanganya unaweza kuja kupata matokeo ambayo hayana nguvu au usipate matokeo kabisa. Na ndio maana ushauri wangu mzuri, huwa ninashauri acha uwake mpaka uishi ili uwe na uhakika kwamba huu mshumaa umetumika katika kuvutia nguvu hii maishani mwako. Kwa hiyo kama utataka kurudia, yani usio na haribu pesa yako kununua kila siku mshumaa, basi hakikisha unarudia katika spell ile ile yenye lengo la kuvutia pesa. sijui tumeelewana hapo, okay. Na wakati unazima huu mshumaa, kwa wale ambao watachagua kuuzima, tamka maneno haya hapa. Nuru haijazimika bali imeingia ndani yangu. Hapo speri yako inakuwa haijaharibika na nguvu inakuwa ipo pale pale. Hiki kipande cha limao kilichotumika unaweza kukifukia chini mahali popote pale, au ukakitupa mbali na nyumbani kwako. Kufanya hivi, hii inaashiria kwamba umeondoa nguvu zote mbaya katika maisha yako na huu mdalasini endelea kuuhifadhi nyumbani kwako. Kwa jinsi ambavyo unanukia, ndivyo ambavyo utakuwa unavutia nguvu ya pesa ndani ya nyumba yako. Kwa wale ambao mtatumia mdalasini ya unga, basi nyunyiza hii mdalasini mlangoni kwako katika mlango wa kuingilia. Hii itasaidia sana kuvutia nguvu ya pesa katika maisha yako. Kwa ambao mtatumia magome kama mimi hapa hiki kipande unaweza kukihifadhi popote pale kabatini, eh, kwenye bigi lako, kwenye pochi yako, mfukoni kwako, ukawa unatembea nacho, yote hiyo haina shida. Baada ya kufanya hii spell, utaanza kuona mabadiliko yafuatayo. Kitu cha kwanza, moyo wako utakuwa mwepesi. Kitu cha pili, utahisi nguvu mpya, utajikuta unapata motivation ya kufanya kazi. Na kitu kingine Watu pamoja na fursa zitaanza kukufuata bila kufanya juhudi yoyote ile. Yaani utaanza kuona madili ya pesa yanakufuata, watu ambao wanakupa madili ya pesa wanaanza kutengeneza urafiki na wewe. Hii ni kwa sababu universe imekusikia na nyota yako inaanza kung'ara. Yaani popote pale unapoenda unaonekana, na mlango wa nuru unakuwa umefunguka kwa ajili yako. Kwa hiyo kaa mkao wa kupokea pesa, kaa mkao wa kuanza kupata mafanikio. Kila pembe ya dunia itaanza kuvutiwa na wewe kwa ajili ya mafanikio. Kama biashara yako ilikuwa haina wateja, basi wateja wataanza kumiminika. Pesa haitakauka ndani mwako, na ninaomba nikukumbushe, usiache kutamka maneno haya kila siku. Haya ni maneno yanayofanya hii speli yako izidi kupata nguvu siku hadi siku. Maneno ni haya hapa: nipo katika mwanga wa universe, nipo tayari kupokea mema yote, hakuna nguvu itakayozuia kile kilicho changu leo. Ninajifanyia muujiza wangu mwenyewe, mimi ni mtu mkubwa, mimi ni mtu mwenye mafanikio, pesa zinanifuata. Anayeruhusiwa kufanya spell hii ni mtu yeyote yule ambaye anatazama video hii na anaamini katika nguvu za universe. Ukiamini katika nguvu za universe, basi hakuna kitu kinachoshindikana hapa duniani. Amini kwamba hicho unachokifanya kitakwenda kukupa matokeo mazuri na utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio. Huu sio uchawi wala sio ushirikina, bali ni kuamini katika nguvu za asili za ulimwengu. Watu wengi waliofanikiwa wametumia nguvu hizi na wamepata mafanikio. Basi na wewe leo hii zitumie kwa kumaanisha, na wala usifanye kwa kujaribu. Naomba nikutakie kila la heri. Share video hii na wale wote wapendao, ili na wao waweze kujifunza. Hakikisha unasubscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.